Na moja ya jambo sisi kama vijana wa Geita tunajivunia na kulienzi kwenye muungano wetu ni amani ambayo tuko nayo kwenye nchi yetu, na sisi tukwahidi kupitia siku ya leo ya muungano wa Tanzania, ambao tulipata nchi ya Tanzania, tutahakikisha vijana wa Geita tunailinda na kuienzi amani tuliyoachiwa na wasisi wetu na amani ambayo ipo kwenye nchi yetu. Ndugu mwenyekiti, huu ni mwaka wa uchaguzi. Kuna baadhi ya watu wameanza kupita maeneo wakihamasisha vijana na watanzania kuingia barabarani na kufanya fujo. Mimi nataka niseme, sisi Geita hatutakuwa sehemu ya kuvunja amani ya nchi yetu, hatutakuwa sehemu ya kuikanyaga katiba yetu na kutokushindwa kwenda kufanya uchaguzi. Mimi nikuhakikishie, vijana wa mkoa wa Geita tunajielewa na tumejiandaa kwa uchaguzi. Lakini ndugu mwenyekiti, mimi nilijipa muda wa kufanya utafiti kidogo, hawa watu kwa nini wanatuhamasisha sisi wa Tanzania kwenda barabarani na kufanya fujo? Utafiti wangu ulinipa majibu yafuatayo. Yule mwenyekiti wa Chadema yule mwenyekiti wa Chadema yeye familia yake haipo Tanzania, mke wake na watoto wake wanasoma nje na wanaishi nje lakini kuna wajumbe wa kamati kuu wale ambao walikuwa wamekimbilia nje, familia zao zote ziko nje, wanatuhamasisha sisi ambao familia zetu ziko hapa Uyovu, tuingie barabarani ili tukose makazi mazuri, tukose elimu. Ndugu zangu, tuwapuuze na tuwakatae. Wao wanatuhamasisha kufanya fujo kwa sababu wanazo passport tayari za kwenda nje na kwenda kuishi na familia zao. Ndugu zangu, niwaombe na niendelee kuwasihi vijana wa Geita na wananchi wa Geita, tuilinde amani yetu, twendeni tukashiriki uchaguzi kwa amani.